Ujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye himizo letu leo, ikiwa ni wiki mpya, twamshukuru Mungu. Inahisi kuambia tu kwamba ni wiki mpya, Bwana ameifanya, ametulinda, ametuhifadhi, twamshukuru kwa wima wake, maana amekuwa Mungu mkuu mweza wa yote. Karibu tupate kuenenda pale kwa pamoja. Mi hapa ni VWM. Ukipenda Victor Mado Mandala. Na hii leo basi, ningependa of course, last week kuna mengi ambayo tulikuwa naangazia, na last Friday, kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi, tuliweza kujifunza jambo moja ambapo unajua, najua tunasema enough is enough ni wakati basi Mungu akapate kuonekania akapate kupigania, you know, eh, kuna mengi ambayo tuliweza kujifunza on Friday. It was on Friday. Kwa hiyo basi natumai popote pale ulipo eh, u pamoja nasi ili tupate kuendelea pale kwa pamoja eh, pale tuliachia tu tupate kuendeleza zaidi na zaidi. Kumbuka huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor Madu Mandala na hii leo basi ni ruhusu tuenende pale kwa pamoja, tutakuwa najifunza jambo lingine tofauti pale. Natumai basi popote pale ulipo, tapata kuenenda pale kwa pamoja, ili usiachwe nje. Wiki hii kuna jumbe tu ambazo Mungu amekuwa akiweka moyoni mwangu ambazo atakuwa uh, naenenda vitofauti pale kidogo. Natumai kwamba Bwana atakutenda wema. Kwa hivyo, karibu tupate kuenenda pale kwa pamoja na itakuwa vema zaidi na, hi leo ningependa tulikuwa katika msuruhu ujum, wa ujumbe ambao tulikuwa pamoja nao e, na tukajifunza mengi e, kama miss ujumbe wowote ujumbe wa baraka niliona, especially on Friday, kuna wengi walikuwa wanatumia jumbe pale wakisema wanabarikiwa na kadhalika. Kwa hiyo basi e, kwako wewe ambaye basi uko pamoja last week please, na nakuomba kwamba ili isiachwa nyuma. Enenda pale kwenye mtandao wetu wa YouTube tafuta Victor Mandala Himizo, itakuwa eh, itakuwa vema zaidi Victor Mandala Himizo kwenye YouTube, alafu tanipata pale moja vile vile kwa moja. Na vilevile pia nikukumbushe kwamba iwapo unatizama pale, hakisha kwamba ukishapata, hakisha kwamba, hakisha kwamba ili usibaki nyuma, chini ya video hii kuna neno subscribe. Kwa hivyo click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na jina la akaunti yako Copy the link hapa juu and share. Uweke comment yako pale chini na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo chini hapa tu, enenda pale kwenye mtandao huu hapa chini tu kuna neno subscribe. Click yo neno subscribe. Kiambia sign in. Sign in na gmail account yako. Click thumbs up inamaanisha like. Alafu kuna alama ya kengele. Click alama ya kengele hii utakua notified every other time, tunapoweka ujumbe mpya kwenye mtandao huu ili usiachwe nyuma. Nam. Ikiwa basi ni asubuhi njema, twamshukuru Mungu kwa uongozi wake. Happy new week eh? Haya, niruhusu tusome katika kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati, that is Deuteronomy, kwa wale ambao wazungu, Deuteronomy chapter 32, I mean verse 30 Kumbukumbu la Torati sura 32 mstari wa 30. Of course, unaweza anzia pale nyuma ili uweze kupata mengi zaidi, lakini niruhusu kwa ajili ya muda wetu eh, maana uzito ambao unahitaji tu uko katika mstari huu wa 30. Nataka tupate kuangalia pale Kumbukumbu la Torati sura yake ya 32 na mbili mstari wa 30, kama unafungua pale, maana akili chini Deuteronomy chapter 30 eh, chapter 32 verse 30. Maandiko anasemaje? Mmoja <coughs> samani maandiko, <clears throat> anasema kwamba mmoja angefukuzaje watu elfu wawili wangekimbizaje elfu kumi kama mwamba wao asingaliwauza, kama Bwana asingaliwatoa nam? Kwa Kiingereza sema kivi, how should one chase a thousand and two put ten thousand to flight except the rock had sold them And the Lord had shut them up ni swali la ulizwa pale yani unajua watu ambao tumeenda shule unapata kutambua kwamba kama if eh, tulikuwa nafanya if one is equals to a thousand then two, of course you just multiply two times a thousand which is two thousand. You remember, one is equals to a thousand then two, two is equals to, two Times that a thousand, then comes to two thousand. So hesabu ya kawaida wale ambao eh, najua hesabu haikunisumbua sana. Kwa hivyo wale ambao tulikuwa tupenda madhafu kama mmoja anaweza kufukuza wawili wawili. Hesabu hii inaingiaje? Naam, niruhusu basi pia nikupe mfano mwingine. Biblia inasema wakati wawili wanapooana, ni maandiko hayo, wawili wanapooana, wote wawili wanakuwa mtu mmoja. Yaani ni one plus one, kwa kawaida unajua kwamba one plus one is equal to two, lakini kulingana na maandiko, hesabu ya maandiko ni kwamba one plus one is equal to one. Ah! Hii ni nini kabisa? Mbona sielewi? Na ndiposa nikawa natambua kwamba mambo ya Mungu na kwa hili ambaye amejiunga nasi eh, labda kabla tuendelee pale katika hesabu, niruhusu eh, tuweze kuomba kwa pamoja. Na kabla tuombe, iwapo ungependa kusemezana nami kupitia kwa nambari yangu ya simu ni 0722 24 39 49, nambari ya simu maombi una vile la maombi mpeyo vile vile ministry hii, huduma hii ni sawa ni 39 49 ndio tena sufuri saba mbili mbili mbili mbili mbili nne tatu tisa nne tisa, tuulizana pale nam tukirejea pale katika andiko letu pale na kabla turejee pale, ruhusu tuombe. Baba, tunasema asante kwa wema wako, asante kwa neno lako. Naomba kwamba Bwana unitumie upendavyo, ili kulipitisha neno lako, kumega mkate huu wa neno lako eh, kwa watu wako sawia na makusudi yako Baba. Najiachilia kwako, na punguzi ili kuongezeka Baba, nitumie upendavyo. Roho Mtakatifu, shika usukani, ongezeka zaidi, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Naam, tunavyoangalia katika hesabu hii ni kama hai make sense. Was it a mistake hesabu hii kuwekwa pale? No It, it was not a mistake, it was purposely done so. Kwa nini? Kwa sababu inatwa, inashiria nini? Inaonyesha kwamba hesabu ya Mungu sio hesabu yetu. Sometimes we do calculations, sometimes we do our mathematics, tukiona kwamba Mungu atanisaidia hivi. Na kwa mfano hesabu yangu kama mwanadamu naweza fika mali niseme kwamba ndio huyu E, nasomea kitu fulani kwa sababu kuna anko so and so ako hapa atanisaidia. Naenda shuleni kwa sababu kuna certain relative ambaye anahela atasaidia na kulipa karo ya shule, lakini la ajabu ni hili ni kwamba huyo ambao unategemea zaidi huwa hakusaidi, huwa hakusaidii. The people will see you through. Ni watu usiowadhania. Angalia watu wanapopanga harusi, unafika mahali, mtu ambaye umeweka matumaini kwake sana, ukijua kwamba huyu atanisaidia ili nifaulu, ili harusi hii nifanye, nitapata gari, ako na gari, mwingine ako na pesa, pesa, atanisapot. Wale ambao umetazamia wakusapot, hawakusapotingi, hawakusaidii. Lakini wacha nikuambie, ndiposa nakuambia hesabu ya Mungu wakati apo mejipanga sana. you know, kuna ndugu mmoja alikuwa niambia kwamba alikuwa amejipanga vilivyo kwa ajili ya kufanya harusi you know, amejipanga ili afanye harusi, amesave tu pesa, akapata binti binti, akamsumbua ndugu, akavunjwa moyo, akaachwa, kachwa kwa mataa alipoch na, na pesa si kwamba pesa, ako na pesa, pesa, amejipanga. Akakasirika, ndipo kasirika, pesa alikuwa amesave jusi, ameachana, wame part ways, akachukua hizo fedha, akaenda later akaongeza akachukua loan akanunua gari, na baada ya kununua gari sasa analipa loan, ndio akapata the right lady to marry. Sasa hizo umepata mke wa kuoa, na ndio unalipa loan. Wakati ulikuwa na pesa ukapata mtu alikusumbua, lakini wakati huna pesa unalipa loan, ndio ukapata mke wa kuoa. How do that happen? Ndikuambia, ndio unapata kutambua kwamba si kwa akili zetu, si kwa masomo yetu, si kwa hesabu zetu mambo ya Mungu yanafanya vitofauti. Kwa hivyo ni heri tumtegemee kikamilifu, maana ni yeye tu ambaye anaweza akabadilisha hali, ni yeye tu ambaye anaweza akabadilisha mambo akafanya kwa njia zake. Hesabu zake hazieleweki, atafanya mambo kwa njia isiyoeleweka. Ni Mungu ambaye ni mwaminifu, ni Mungu ambaye ana uwezo wote. Kwa hivyo, sijui nazungumza nani asubuhi ya leo, lakini laki nahisi kuambia kwamba usitegemee akili zako usitegemee mawazo yako, maana hata Mungu mwenyewe anasema, awazavyo si wanadamu awazavyo, aonavyo sivyo tuonavyo. Tunaweza tukaona kwa nje, lakini Mungu anaona kwa ndani. Tunaweza tukaona kwa vitu ambavyo tunategemea, tunaweza tukaona magari you know, kuna mtu ambaye ananunua gari akijua kwamba nimepata gari, kumbe amepata minsi ya kumaliza pesa kumfanya kwa maskini you know? Wakati mmoja kuna ndugu mmoja akawa ananieleza akiwa kwenye ministry eh, kuna mtu mmoja akajitokeza, mtu mmoja, real story, akajitokeza. Yeye ameanza tu huduma, kuna mtu akajitokeza anataka kumpatia gari na akashindwa eh. Akasema Mungu unajibingi una, una watumishi wako kwa haraka, lakini uzuri wake nawe, akawa sensitive in the spirit na akahisi niko na ish ish, alafu akaenda akaita mchungaji wake, akamwambia mchungaji, kuna mtu fulani anasema ananipatia kitu fulani, na kabla nichukue, nilikuwa nataka tukutane na yeye na wewe ili anipatie ananipatia, na ni gari ananipatia. Wakaenda, walipokutana naye akagundua kule kuwa ish ish kidogo kuwa, kuwa, kuwa sensitive in the spirit kulimsaidia kwa nini? Kwa, kwa sababu huyo mtu hakuwa anampatia gari ya kumsaidia, alikuwa anampatia gari ya kuleta maafa, gari ya kumaliza, gari ya isababisha, na si gari tu la kutumia, alikuwa anampatia matatu, gari ya aina matatu. Isababishe maafa, awe na kesi kotini, watu waanze kusema yeye ni devil. Ikitu iko sawa kweli, akawa akona maswali mengi, lakini Mungu akamsaidia. Tokana na hayo, ni kuambia kwamba mpendwa mtazamaji, popote pale ulipo, wakati mwingine Mungu anavyowaza anavyofanya vitu vyake sivyo ambavyo utawazia. Naweza nikawazia kwamba Mungu, utanibariki kwa njia hii na kumbe sio hiyo. Ndiposa unapoomba, unapofanya maombi yako usifanye maombi ukimwambia Mungu, Mungu, nibariki kupitia kwa ndugu yangu nahitaji karo ya shule. Mungu nisaidie kwa njia zake tu, yeye mwenyewe Mungu ataingilia kati na atakupa suluhisho kwa jina la Yesu Kristo. Popote pale ulipo, usikate tamaa, usianze kumwambia, unamwelekeza Mungu ni kama unataka kumsaidia Mungu. Mungu nisaidie kwa njia hii, Mungu nifanyie hivi, Mungu nifanyie kwa njia hii. Hapana, mwachie tu yeye. He is a God ambaye hatuwezi mwelewa, wezi, hatuwezi mwelewa Mungu. Yeye mwenye nini ameniumba na nywele kwa kichwa. Sijui idadi ya nywele kwa kichwa changu, lakini yeye anajua idadi ya nywele kwa kichwa changu. Ni Mungu ambaye ananielewa vizuri, kwa hivyo wacha nimtegemee ni, mtegeme, ni wakati mtegemee tukikamilifu tujua kwamba ana uwezo wote, maana hesabu yake, mambo yake hatuwezi ngang'ana tukaelewa, na ndiposakafika mahali Biblia nasema kwamba yale yamefunuliwa kwetu ni yetu na vizazi vyetu, lakini yale ajafunuliwa kwetu, achana nayo, si yako. Kwa hivyo achana nayo. Kwa hivyo tumwangalie Mungu, tuje kwamba ana uwezo maana, kama mtu mmoja anaweza kufukuza elfu, je, itakuwaje watu wawili wanaweza kufukuza elfu kumi? Hauwezi kumwelewa Mungu kamilifu, mtegemea tu, surrender everything unto him, mwachie yeye, atakuongoza kwa njia zake tu, na utapata ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Mi hapa ni VMM ukipenda Victor Mandala, tupatane hapo kesho tukiendelea zaidi kwenye himizo e, tunapozidi kwa pamoja. Na iwapo huko pale ungependa kuwa wa baraka kwa ministri hii, ungependa kutoa sadaka yako e, na kusii kwamba utumie nambari hii e, 0722 24 39 49. Ungependa labda kutoa sadaka yako kusapoti huduma hii, basi nafasi hii ni yako, uweza kutoa sadaka zako kwa nambari ambayo ni 0722 24 39. 49. Na kama vile maandiko yanavyosema ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo vyema, pote pale ulipo, tuweze kutoa sadaka zetu, na Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akubariki leo. Tamanio la moyo wako ni ombi langu kwamba Bwana akalijibu kwa hivyo paybi, uh, nambari ya simu anazotumia ni 0722439 labda uko pale pia, una hitaji la maombi, una swali ambalo linakusumbua moyoni, una jambo ambalo inaweza taka tu tutiane moyo tusemezane tu. E, nambari unaweza tumia pale either sms whatsapp ama upiga simu mm, bila shaka nambari ndio hiyo hiyo, hiyo 0722 24 39 49, yani 0722 24 39 24. Netiza, tuma pale tusemezane, tuombeane na itakuwa vyema zaidi. VGWM, kipenda Victor Madubandala kwenye himizo asubuhi ya leo, Mungu akutende wema. Na katika yote hatuwezi tukamwelewa Mungu, hatuwezi tukamjua kikamilifu, maana yeye anafanya mambo kwa njia isiyoeleweka, anafanya mambo kwa njia yake, hesabu zake hatuwezi tukazijua kikamilifu. Kwa hivyo tumwachie tu yeye atushughulikie. Surrender to God, to God, surrender everything to God, na atakusaidia. Amen. Shalom. God bless you. Tutaona kesho. Pana majali wa papa hapa. Saa kumi na mbili asubuhi. Shalom. Bye-bye.